Hili hey, tangazo ni kwa wateja wangu wa Wahaya. Kila siku Wahaya wateja wangu wananiambia, wewe hatukuelewi ya matangazo yako hayo kwa Kiswahili, ongea kwa Kiingereza ndio tukuelewe vizuri. Sasa wateja wangu Wahaya, Eh, eh, Safina House Wahaya, nadhani hapo. Jamani, Wahaya wenzangu mtakuwa mmenielewa kwamba nilikuwa naongea kwa Kiswahili kwa ajili ya makabila mengine. Sasa nimesema niongee kwa hii lugha ili iliza wahaya mnielewe kwamba ninauza nini e, wakina Kamugesha wote, wakina mama mawigi wote e, jamani munisamehe, nilikuwa sijajua kwamba uwa mwelewi lugha na nazungumza mwanzoni e, nimeongea kwa hiyo sasa e, lugha yake ya kipapa yaki hiyo hapo e, sasa nitakuwa mmenielewa, nadhani mtakuwa mmenielewa wakina Kamugisha. Eh, asanteni.